Ndugu watazamaji wa Chapesa, kama mnavyojionea shamla shamla zikuwa zinaendelea hapa uwanjani. Kama unavyoona, hao ni mashabiki ambao wanaingia haya, na wengine unavyoona, mashabiki baadhi ya mashabiki wanakuja hapa uwanjani. Naona hili ni gari ambalo limebeba special. Kuna mashabiki wa Yanga mule ndani. Nadhani gari la Yanga litakuwa linakaribia kufika eneo la tukio. Endelea kufuatilia, usisahau kusubscribe. Tuko live katika eneo hili la tukio watazamaji wetu Chapesa kama mnavyoona msafara ukiwa naingia hapa. Hii nikijaribu kutizama hapa e, hii naona ni kamati inaingia hapa eneo hili la tukio, kama mnavyoona hiyo ambulance, kwa sababu ya wagonjwa. Endelea kusubscribe, endelea kuwa nasi kupata habari mbalimbali ambazo zinajiri hapa uwanjani. wa mbali kabisa, kwa nuru iliyo njema, tunashuhudia msafara wa basi. Mnavyoona sasa timu inaingia, ukitizama wananchi wakiwa na shamra shamra hapa eneo hili la tukio. Eh yeah, tusikose hey, kutazama chaneli yetu hii. Ni timu nzima ya Yanga sasa inafika uwanjani hapa ikiwa na shamla shamla, kama unavyosikia mashabiki wakiwa wanashangilia kwa mbwembwe kabisa. Hawa ni Yanga African Sports Club, na hili ndo gari yao ikiwa inaingia hapa uwanjani, basi la mashabiki likiwa naingia. Lakini, lakini naona gari likiwa liko empty na baki mashabiki wakiwa wanajiuliza hapa kuna nini ambacho kinaendelea? Mimi na wewe hatujui, tuendelee kufuatilia hapa, tukupe habari moto moto ambazo zina ajili eneo hili la tukio.